Zaidi ya watu milioni mbili wanakabiliwa na baa la njaa katika ukanda wa Gaza huku kukiwa na zuio la misaada kukiongeza hatari ya vifo vya watu wengi kutokana na ukosefu wa chakula. Akizungumza katika ufunguzi wa mkutano wa kila mwaka wa Baraza la Afya Duniani, Dkt. Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kuongezeka kwa uhasama, kuhamasisha watu kwa nguvu, kupungua kwa nafasi ya kibinadamu na kizuizi cha misaada huko Gaza kunasababisha wimbi kubwa la ukosefu wa huduma za afya kwa watu wake na kuzuia uwezekano wa maradhi mengi ukiwamo utapia mlo Gebreyesus amesema shirika hilo na mashirika mengine ya Umoja wa Mataifa yamejipanga kupeleka misaada wakati wote, ambapo Israel itaondoa zuio la kupelekwa kwa misaada hiyo katika ardhi ya Palestina ikiwa itaruhusiwa kuingia. Increasing hostilities evacuation, kuongezeka kwa uhasama, amri za kuhamisha watu, kupungua kwa nafasi za kibinadamu na kizuizi cha misaada kinasababisha kuongezeka kwa majeruhi ambao tayari wameathirika kiafya. Watu wanakufa kutokana na magonjwa yanayoweza kuzuirika huku dawa zikisubiri mpakani, huku mashambulio kwenye hospitali yakinyima watu huduma na kuwazuia kutafuta matibabu tangu Novemba 3 2022 wakiwemo wagonjwa wa saratani 617. Hata hivyo zaidi ya wagonjwa elfu kumi bado wanahitaji kuhamishwa kwa matibabu nje ya Gaza. Tunaomba nchi wanachama kukubali wagonjwa zaidi. Tunaomba Israel kuruhusu uhamiaji huu, kuruhusu chakula na dawa zinazohitajika haraka kuingia. WHO ipo tayari pamoja na washirika wetu wa Umoja wa Mataifa kusonga haraka wakati inaruhusiwa, na kuipeleka if and when it's allowed to enter. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema ni muhimu kwa Israeli kuzuia misaada huko Gaza kwa sababu za kidiplomasia baada ya serikali yake kutangaza kunusuru msaada mdogo wa chakula. Netanyahu amesema Israeli inadhibiti eneo lote la Gaza, huku jeshi likishinikiza kampeni mpya iliyoamrishwa katika eneo hilo iliyoharibiwa na vita, ambalo inasema inalenga kuwakomboa mateka na kulitokomeza kabisa kundi la Hamas. Tedros kwa upande mwingine amesisitiza kwamba tangu mwaka 2013 WHO imesaidia kuhamishwa kwa wagonjwa 7300 ambao wamekuwa wakipatiwa matibabu tangu wakati huo, wagonjwa 616 wa saratani kutoka ukanda wa Gaza, huku akisisitiza kwamba zaidi ya wagonjwa 10000 bado wanahitaji kutibiwa wakiwa bado wamesalia kwenye ukanda huo. Katika mkutano huo Tedros amesisitiza na kuziomba nchi wanachama kuruhusu wagonjwa zaidi na kuisihi Israel kuruhusu uhamishwaji huo na kuruhusu chakula na dawa zinazohitajika haraka kuingia na kueleza kuwa shirika hilo liko tayari kwa kushirikiana na mashirika ya misaada ya Umoja wa Mataifa kuiwasilisha nchi hiyo. Mimi ni Sauda Mkalokota, UFM.